Tangazo, tangazo, tangazo! Ndugu wananchi, tunawatangazia kwamba kuanzia kesho, tarehe moja mwezi wa tano, ni tarehe muhimu kabisa kwa ajili ya kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Kwao ninaomba wote wakina baba, kina mama ambao wakupata fursa kipindi kilichopita kujiandikisha, tuweze kutumia fursa hii muhimu kabisa kuweza kuboresha taarifa zetu ili tuweze kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi ujao. Kwa hiyo ndio maana tunapita kuwatangazia kina baba kina mama vijana wote wa kike na wa kiume ambao mkupata fursa kujia, ya kujiandikiwa kipindi kilichopita, naomba kuanzia siku ya kesho tujitokeze kwa wingi tuweze kushiriki kikamilifu kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, ili tuweze kupata fursa kuweza kupigia viongozi tunaowahitaji kuanzia mheshimiwa rais, lakini vilevile wabunge pamoja na madiwani ambao tunaowataka. Na tusipojiandikisha, maanake hatuwezi kupata fursa ya kuweza kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi wa mwaka huu ambao ni uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo naohamasisha sana wakina baba, wakina mama wote, vijana wa kike na wa kiume, naomba tujitokeze kwa wingi kuweza kujiandikisha, kwa wale ambao hatukuweza kupata fursa kipindi kilichopita. Lakini tunao waume zetu, tunao wapenda sana, wengine walipoteza, wengine wamehamia, nao nao wababa zetu waende sasa wakajiandikishe, au wakaboreshe vitambulisho vyao na wakaboreshe daftari la makazi kuanzia tarehe moja mwisho utakuwa tarehe saba. Tunawatangazia, msikose hata mmoja. Kitambulisa mpiga kula ni muhimu, kitambulisho kwako. Pendeni sasa tukajiandikishe, kwa sababu siku zimeongezwa, ni siku saba. Lakini jambo la msingi lingine, hizi siku saba peke yake, lakini vituo vimekuwa ni vichache. Usiende kile kituo ulichokizoea, fuatilia kwanza kituo, vituo, vituo vimepunguzwa kwenye maeneo. Fuatilia kituo, vituo vipo, lakini vimepunguzwa kwa sababu ya siku ni chache Tufatilieni sasa, twendeni tukajiandikishe upate kitambu hicho kitambu hicho mpiga kura ni muhimu sana ndugu zangu wapendwa, ni muhimu sana. Tangazo hili linatoka kwa diwani viti maalum, mama mingi, si jina la usichana Maimuna, ana mwenzenu, na nimekuja kutangaza, ambaye naishi hapa hapa. Ehe, hapo vipi? Samia oye! Kujiandikisha oye! Karibuni sana wafanya biashara wote, wauza matikiti, wauza mayai, wauza nyanya, wauza mahindi, wauza machungwa, tunaomba kesho tarehe moja kujiandikisha. Na huyo ni mwenyekiti wa waida ya kata ya Katoro, kituo ni mahakamani pale. Kwa Rudete, kituo ni shule ya msingi Rudete. Kwa Nyamigota, ofisi ya kata ya mtendaji. Huu mji mdogo wa Katoro unaungwa na kata tatu: Nyamigota, Rudete, Katoro. Twende tukajiandikishe tupate kitambulisho chetu. Wahamiaji wengi Katoro, wahamiaji wa ndani kwa ndani, sio wale wahamiaji wa nje. Aliyetoka Sengerema akaja Katoro, kila kitambulisho akitapiga kura. Aliyetoka Mara akaja hapa kitambulisho cha Mara akitapiga kura. Kwa hiyo nenda ukajiandikishe, ukapate kitambulisho chako cha mwananchi wa Katoro, upate haki yako ya kupiga kura baba hapo.